Kwa jina naitwa Shabani Matwebe eh, jina langu maarufu kabisa huko ni mtoto wa mkulima. Hapa ni wilayani, na leo nilikuja kusudia kuchukua fomu, lakini kwa sababu zisioheleweka ambazo naona ziko nje ya uwezo wangu eh, katibu amekataa kunipa fomu, amekataa kunipa fomu kwa kutumia vigezo vingi, lakini kwa upande mmoja niweze kusema tu kwamba hii filigisi najua muda mrefu. Nadhani kama mnaona kuna polisi hapa kuna nini hiyo zote ni vita ambazo zinanikusudia mimi. Na hizo zote ni mbinu za kiuchaguzi. Mimi bado nachukulia kama challenge na bado sijakata tamaa. Imani yangu inanipa kwamba kama kweli Mungu amepanga tugombee jimbo hili tutagombea. Na kama Mungu amepanga niwe mbunge nitakuwa. Wala sina sababu ya kuogopa. Lakini niwaambie challenge ambayo nakutana nayo hapa, hii sio mara ya kwanza kwa sababu nishakuja huku nikawekwa ndani. Na hata hapa nadhani pale mko nini katibu, alikuwa anataka kuamrisha polisi tena, uh, waniweke ndani na kama mnavyoona wako alaundi ofisi yote hayo ni mazingira ya kunitisha na mimi siogopi kwenye jambo hilo. Ubunge ama kufa ama kupona, mimi lazima nigombe kwa sababu ni haki ya yangu. Mimi nimeanza kugombea kabla Mchengero. Mimi nimekuja hapa na tafuta ubunge toka mwaka 2012, Chengero amekuja 2015. Tumegombea 2015 wote, tumegombea 2020 wote, wote na hii nilikuwa nagombea ni mara ya tatu. Kwa hiyo kuonekana na kashikashi na juruba kama hizi naweza nikasema ni challenge za kisiasa. Kwa hiyo acha nipokee kwanza Uh, hii situation ya kuonyesha kwamba nimenyimwa fomu ili ionekane kwamba wenda kuna mtu mmoja peke yake nataka apite bila mtu mwingine kushindana naye, lakini acha tuone tutafika mwisho. Asante. Swali, wakati katibu ana kunyima fomu ametoa sababu gani? Kwamba kwa nini wewe unanyimwa fomu? Sababu alikuwa nazo kama mbili ambazo mimi nimeziona lakini sio za msingi. Sababu ya kwanza anasema ulipewa barua ya onyo Barua ya onyo haiziwii mwanachama kuchukua fomu kwa sababu bado vikao vitafanya maamuzi, maamuzi ya jina langu mimi kurudi kwenye kamati kuu, kurudi hapa kwenye kugombea. Yanatoka na kamati kuu, katibu anakuwa ni sehemu ya mapendekezo tu. Kwa hiyo hata kama nimepewa adhabu ya onyo, lakini kama nina haki ya kuchukua kwanza fomu, nikajaza, nikagombea. Vikao ndo vitaamua ama jina langu lirudi ama lisirudi. Kwa kuchukua fomu nilikuwa ni haki yangu. Hivyo vitu vingine, tutasubiri vikao. Lakini, sababu nyingine aliyoitumia pale, anaona, anazungumza kwa sababu ya ma commitment ambayo mimi na mkuu wa wilaya. Mimi kuna siku niliwapa boda boda reflector zimeandikwa nyuma tembea kwa usalama barabarani. Lakini pia nikawasaidia nikawachangia mafuta. Na sikwenda nao kokote. Walichangia walienda shule wakaweka mafuta. Hiyo naye anaitumia kama sehemu ya commitment ya kwamba kwa nini ulikuwa mkuu wa wilaya uliandika commitment hii? Mkuu wa wilaya siku nilikuja hapa nataka kuniweka ndani. Ilikuwa salama yangu lazima niandike barua ya kuonyesha kwamba nimekiri na niko tayari kutoa ushirikiano kwake. Ndio ilikuwa salama yangu. Sasa leo nataka itumike barua ya mkuu wilaya kwa ajili ya kuchukua fomu. Nikasema CCM na habari ya kamati ya ulinzi na usalama ni tofauti. Kama mimi nilikuwa na commitment na kamati ya ulinzi na usalama kutokana na mazingira yale yalikuwa yametengenezwa kwa wakati ule. Haiwezi kuendana na commitment. Sasa ningekuwa na kesi mahakamani, alafu unaniambia tu wewe una kesi mahakamani, atakupi fomu ya kugombea CCM. Kwa hiyo haikuwa sawa. Unachukua hatua gani sasa baada ya chama ngazi ya wilaya kukunyima fomu? Aaa ah. Kama mwanachama. Hatua itachukuliwa hatua itachukuliwa na fomu tutachukua, wala sio jambo la kuogopa. Hatua itachukuliwa na fomu tutachukua. Mimi nipo hapa, siondoki mpaka kesho, mpaka nichukue fomu, ndio jukumu neo baki nalo.